Habari, naitwa Ibrahim Kadilo, ni mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunarusha matangazo ya kusponsor tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsa. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, basi bofya subscribe ili next time unapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya, basi bofya subscribe jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kuna hatua tisa unatakiwa kuzifahamu vizuri na kuzipitia ili kufanya mauzo mtandaoni kuwa rahisi. Kama utakuwa unauza bidhaa au huduma, utakuwa unauza kwa bahati na kupitia hatua hizi bila kujua. Katika makala haya utabaini hatua ya kumgeuza mlengwa anayeona tangazo lako mtandaoni kuwa mteja na jinsi ya kushughulika na wateja ili kufanya mauzo mtandaoni kuwa rahisi. Utajifunza pia aina sita za watu wanaona tangazo lako, jinsi ya kushughulika, jinsi ya kushughulika nao mtandaoni, na, na kumtambua mteja wa kweli au muuliza bei anatoweka bila kununua, bila bila kununua. Kwanza, mteja asiye na shauku, apathetic buyer. Mteja wa aina hii anawakilisha asilimia tano ya jumla ya wateja wote kwenye soko. Huyu ni aina ya mteja ambaye kamwe hawezi kununua chochote unachouza, haijalishi bidhaa yako ni nzuri kiasi gani. Kwa kawaida mtu wa aina hii huwa mwenye fikra mbaya muda wote na hana shauku ya kile unachokiuza. Hajali unauza bidhaa nzuri kiasi gani, bei rahisi kiasi gani. Kawaida mtu huyu huwa na matatizo mengi binafsi. Je, utamjuaje mteja wa aina hii? hata kama unauza bidhaa ya shilingi laki tano kwa punguzo la shilingi laki moja anaweza kuwa anahitaji, lakini kwa kuwa ni apathetic, hawezi kununua. Mteja wa aina hii hajali, huwa na fikra mbaya. Ukimtambua baada ya kujichosha na kupoteza muda, ongea naye kistarabu kisha achana naye, tafuta mteja mwingine. Pili, mteja anayethubutu, the self actualizing buyer. Mteja wa aina hii ni tofauti na apathetic buyer. Mteja huyu anawakilisha asilimia tano ya wateja wote kwa jumla kwenye soko. Mteja wa aina hii anajua haswa, exactly, anachokitaka, anafahamu faida za bidhaa huduma yako na bei ambayo atakuwa tayari kulipa. Kama ukiwa na bidhaa au huduma ambayo anahitaji, atachukua mara moja kwa maswali machache au bila maswali kabisa. Jinsi ya kushughulika na mteja wa aina hii ni kuwa na bidhaa au huduma anayohitaji. Watu wa aina hii ni wachache sana ukilinganisha na pathetic. Ukikutana na mteja wa aina hii unatakiwa kumuuzia haswa kile anachohitaji, usibadili chochote kwenye bidhaa au huduma yako. Eleza kwa ufasaha vipengele ambavyo bidhaa yako itafanya na faida atakayopata baada ya kutumia. Tatu, mteja mdadisi, the analytical buyer. Mteja the wa aina hii anawakilisha asilimia ishirini na tano ya wateja wote kwenye soko, anakuwa anaangalia zaidi usahihi na taarifa zaidi. Kinachomvutia zaidi kwake ni ukweli, uhakika na usahihi. Anaweza kuwa mwasibu, injinia wanaofanya kazi benki, maafisa na wataalamu mbalimbali, lakini wengi wanakuwa wanajali sana usahihi wa taarifa za bidhaa au huduma yako. Mambo ya msingi wanayouliza kwako ni idadi, taarifa na kazi inayofanya na, na kile unachokiuza. Nenda naye polepole, toa taarifa maalum na kwa usahihi. Jiandae kuthibitisha kwa kile unachokisema. Taarifa zaidi unazotoa kuhusu jinsi bidhaa yako inafanya gharama inayofanya kazi na jinsi utakavyotumia, ndio unafurahia anafurahi zaidi. Wanachunguza taarifa kwa masaa kadhaa. Wateja wa aina hii hawachukui maamuzi kwa haraka, wako taratibu sana kufanya maamuzi yao. Wanahitaji kuachwa na taarifa utakazowapa ili wachunguze. Mara nyingi wakirudi, uh, wanarudi na rundo la maswali wakitaka ufafanuzi. Nne. Mteja msimulizi Lileta baya. Mteja mwingine unaweza kukutana naye mtandaoni ni yule anayejali mahusiano. Huyu anawakilisha asilimia ishirini na tano ya wateja wote kwenye soko. Unahitaji kwenda nao polepole. Wanajali sana kuhusu mahusiano na watu, wanajali sana namna watu wanavyoweza kufikiri na kuhisi mambo mbalimbali kuzingatia bidhaa au huduma. Wanajali sana namna watu wanavyoitikia unawe... au kujibu kwa uchaguzi wanazozifanya wanafikiri maono ya watu kwa uzuri na ubaya. Mara nyingi wanakuwa wanaguswa sana na maono ya watu wengine. Aina hii ya wateja wanahofu sana kwa kile watu wengine wanaweza kufikiri, kama akinunua bidhaa fulani au huduma, anataka kuongelea kwa mtu mwingine. Wakati mwingine atauliza kila mtu wenye familia, marafiki, jamaa zake kabla ya kununua bidhaa mpya au huduma. Chocheo cha msingi cha wateja wa aina hii ni kupata kuungwa mkono na watu wengine. Wanafanya jitihada za kuhisi furaha miongoni mwa watu wanawazunguka. Huyu atakuuliza maswali mengi kuhusu wengine ambao wametumia hiyo bidhaa, atataka kujua kama bidhaa au huduma inakubalika kwa wengine, na hii inaathiri maamuzi yake ya kununua. Anahitaji kuwa na uhakika kuwa wengine watafurahia na kuipenda. Kama unamuuzia atajali zaidi wengine walistikia vipi watakapoona bidhaa huduma yao. Anahitaji zaidi zaidi kutumia uh, masaa kadhaa kujua zaidi kuhusu wewe na kujenga mahusiano. Anahitaji kuwa huru na wewe kuweka fikra zake kwenye bidhaa au huduma unayotoa. Nenda naye polepole, kwani hufanya maamuzi yao taratibu. Kwa ujumla, huwa ni wenye kusitasita sana kutokuwa na maamuzi, wanapenda kufikiri sana. Tano. Mteja mwendeshaji, the driver buyer anahitaji kwenda moja kwa moja kwenye point, anajali zaidi matokeo. Anataka kujua bidhaa yako itasaidia nini, matokeo gani atapata, gharama gani itamgharimu, namna gani atakuwa na uhakika kuwa bidhaa au huduma yako itamletea matokeo anayohitaji, itachukua muda gani. Mteja huyu hahitaji mazungumzo mafupi wala hana haja ya kujenga mahusiano na muuzaji. Anahitaji kujua haraka na kufanya maamuzi, ndio au hapana. Anajali zaidi matokeo, anachohitaji wewe kueleza bidhaa au huduma yako, uh, ina kitu gani ambacho kitamsaidia. Kama utaweza kuonyesha bidhaa au huduma yako itampatia matokeo anayotaka, kama vile ilivyo kwa wanunuzi wote, wanataka zaidi kuona maendeleo katika maisha yao. Huyu unatakiwa kuongea uh, kuongeza kasi ya kueleza kile bidhaa huduma yako inatoa matokeo watakayopata. Aina hii ya wateja wanahakikisha asilimia ishirini na tano kwenye soko. Inategemea na unachouza. Sita, mteja anayejichanganya. The socializer baya. Aina hii ya mteja ni rafiki mwenye kujichanganya, anapenda kufanya kazi na watu kupata matokeo. Mteja huyu huwa kwenye aina fulani ya kazi ambayo anahitaji kiwango kikubwa cha kazi kwa watu tofauti. Anazingatia sana mafanikio, kujichanganya, anapenda kuongelea kuhusu wewe, anapenda kuzungumza kuhusu mafanikio na matokeo. Anafurahi kukwambia alichofanya, jinsi anavyoweka anavyoweka kufanya mauzo katika hatua hii. Jinsi unavyoweza kufanya mauzo katika hatua hii ni kuonyesha kuwa unaweza kuwasaidia kutatua changamoto za walengwa kwa kutoa kitu cha bure kama kuelimisha au kushauri kuhusu bidhaa au huduma unayotoa. Kama umefaidika, komenti hapa chini, umefaidika, kisha bofya subscribe, share video hii, like. Tukutane kwenye video ijayo.